Mjadala mkali unaendelea nchini Kenya katika mitandao ya kijamii, redio na hata runinga kuhusiana na kauli aliyoitoa Gavana wa jimbo la Nyeri, Mutahi Kahiga ambaye alinukuliwa akionekana kushukuru Mungu kutokana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Anasema kwamba Raila Odinga kuingia katika serikali ya William Ruto ilikuwa kizingiti cha eneo la Mlima Kenya kupata maendeleo. Kwa hivyo, anasema kwamba Mungu alikuwa na mpango wake wa kumwondoa Raila Odinga duniani, na hili halijasikika vizuri miongoni mwa Wakenya ambao anasema onekana kwamba anafurahia kifo cha Raila Odinga. Kwa hivyo, Wakenya wamemtaka Mutahi Kahiga kuomba msamaha na bila shaka ameamuka na kusema kwamba alinukuliwa visivyo na kwamba yeye hafurahiki vyovyote vile kuondoka duniani ama kufariki kwa Raila Amolo Odinga. Kauli ya gavana Mutahi Kahiga imesababisha yeye pia kuvuliwa wadhifa wa naibu mwenyekiti wa baraza la magavana nchini, baraza la magavana likisema kwamba kauli hiyo haikustahili kutoka kwa kiongozi kama yeye, kutokana na kwamba mchango ambao Raila Odinga ameletea taifa la Kenya kwa kupigania demokrasia na kutambulika kwa Raila Odinga kidunia, kivyovyote vile, kifo chake hakikustahili kusherekewa na mtu yoyote. Kwa hivyo Mutahi Kahiga akavuliwa wadhifa huo wa naibu mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya. Uh, na pia ufahamu kwamba Mutahi Kahiga ni mwandani wa karibu sana walikuwa naibu rais nchini Kenya, ambaye ni Rigathi Gashagu, ambaye pia alionekana kususia hafla zote za mazishi ya bwana Raila Odinga.